Na kufuatia maandamano ambayo yameratibiwa hapo kesho na kizazi cha Gen Z, ili kuwakumbuka vijana waliouawa wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha mwaka jana, wito wa kuwepo kwa mazungumzo umetolewa kama njia ya kipekee ya kushughulikia matakwa yao. Huku viongozi kutoka chama tawala cha UDA kutoka bonde la Ufa wakivitaka vyombo vya usalama kuwakamata viongozi wanaochochea na hata kuhusika kupanga kuvuruga maandamano hayo. Moses Wanjala na mseto wa taarifa hizi. Mbunga wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mtuse amewarahi vijana wa kizazi cha Gen Z kutoa nafasi ya mazungumzo na kuwasihi vijana kutopotoshwa na wanasiasa ili kuzua vurugu. Mahali tumefika katika nchi ya Kenya, there is nothing so big that it cannot be handled through dialogue kama kuna yeyote ambaye ako na malalamishi, kama kuna yeyote ambaye ako na mambo anaona hayaendi vizuri, there are there are there are forums kwamba wa viongozi wanaweza kukaa chini tukaongea tukatatua, bila kuharibu mali ya wananchi na bila kuumiza wananchi na bila kutumia vijana wetu vibaya kuleta uharibifu na vifo katika nchi yetu ya Kenya. hayo ya kijiri Viongozi wa chama tawala cha UDA kutoka kaskazini mwa bonde la ufa wameshutumu upinzani kwa kuchochea vijana wa Gen Z, wakidai siasa wanazopiga ni za kikabila. Tutataka watu wenye wachunge mdomo yao kabisa. Nimeona hii group wameanza propaganda ajabu. Nimekuwa nikiona kama unakuja, wanakuja hata wamekuja na jina naitwa Cousins, na nikasema hii ni nini? Naye mbunge wa Maragwa Mary wa, Wamaua amejitokeza kwa rai wa Kenya kuandamana kwa amani, kwani ni haki yayo ya kikatiba, na kutoa wito kwa wote watakaoshiriki katika maandamano hayo kuzingatia usalama wao, huku akiwaonya polisi kutotumia nguvu zaidi dhidi ya waandamanaji. Kama wazazi na viongozi, tunaomba tu wenye watatokelezea wakuwe na utulivu na heshima na respect kwa vitu za wananchi wale wengine, na pia kwa health ya kila yeyote. Moses Wanjala NTV.